Mheshimiwa kaimu mkuu wa mkoa wetu, kama mkurugenzi pamoja na timu yangu, sisi tumejipanga kuweza kumaliza hizi hoja kwa mwaka huu. Na tumejipanga kwa namna gani? Tumeweza kujipanga kwa magrupu manne. Ukiangalia tumezigawa zile hoja kwa sehemu nne, ambako kuna zile kuna hoja nne ambazo ni za kisera tumejipanga, kuna watu ambao wanazifanyia kazi lakini kuna hoja kumi na nne ambazo tunategemea kuzifuta kwenye ukaguzi unaokuja kuanza first Julai, lakini tuna hoja tano ambazo tunatakiwa tushirikiane na makampuni au taasisi nyingine ili tuweze kuzifuta. Kwa hiyo kuna kikundi ambacho pia kinaweza kufuatilia zile taasisi, lakini pia kuna hoja tano ambazo zile ni kwamba ili tuweze kuzifuta lazima madeni yalipwe lakini pia ile miradi iweze kutekelezwa mpaka mwisho. Kwa hiyo tunaona kwamba kama ni kubaki na hoja basi tubaki na zile tano ambazo pamoja na zile nne za kisera kule, ambazo jumla hoja tisa kwenye kitabu kikubwa ambacho kina jumla ya hoja mpaka sasa ishirini na nane. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilisema kwamba niseme kwa namna ambavyo tumejipanga kama management ambao naiongoza mimi kwamba tutaenda kutaja hizi hoja na kubaki na hoja kwa kiasi gani, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti ambaye ni kaimu wetu wa leo ambaye ni kama RC, naomba nikukaribishe sana Songwe Songwe, kama walivyokaribisha wengine wote, nami nikukaribishe uweze kuja kuwekeza kwenye wilaya yetu.